Tunashukuru Mungu tuko timamu. Uh, timu iko vizuri kama ambavyo mnafikiri, mmeshuhudia mazoezini, watu wanaendelea kujitengeneza kwa ajili ya mchezo kesho. Uh, ni mechi muhimu, lakini sio kama ambavyo inazungumzwa kwamba eti ndio ilisababisha tukaja Zanzibar mapema. Ligi ilikuwa imesimama, international break, tumekuja mapema ili mwalimu naye aione Zanzibar ikoje, ajue ku train Zanzibar kukoje apate kidogo joto la kuwa uh, Unguja na nafikiri wachezaji pia wakizoea kile ambacho kinaendelea kwenye eneo kama hili na kwani jambo zuri zaidi. Lakini overall, tuko vizuri, tuko sawa, hakuna injury nyingine yoyote ambayo imeripotiwa isipokuwa kwa Jason na Diakite ambao wanaendelea kufanya recovery uh, na Adolf Adolf na Diakite injury yao ni kubwa sana, lakini Jason, mazoezi ya juzi alijitonesha kidogo nyama za misuli, kwa hiyo mwalimu amempa muda kidogo wa kufanya recovery pembeni ili kuona kama anaweza ku accommodate kwenye mchezo wenyewe, lakini kama ambavyo mmeshuhudia, wale ambao walikuwa uh, national team wote wamesharejea wako ndani ya team na mwalimu anafurahia kila session hapa. Kwa hiyo mechi na KMKM ni mechi dume ngumu sana. Nakutana vigogo eh, vigogo eh, kutoka eh, Tanzania bara na Tanzania visiwani vinakutana. You can tell kwa maana mwalimu wetu leo amezungumza akasema kwamba mchezo huu haijalishi timu ziko daraja gani, lakini kwa sababu ya kile ambacho kinatakikana kwenye mchezo, anaweza akaupa daraja ya dabi, alafu tukaangalia pakoje japo sio dabi. Yani anaweza akauvalisha hadhi, ili kuona determination zaidi kwa wachezaji wake. Nimeona baadhi ya mijadala e. Kwa kama mimi na anao kwa hasa kwa hapa hapa, kwa nini binafsi kucheza mazingira ambayo mmekishayazoea ni faida kiasi gani? Ni faida kubwa, kwanza kwa sababu kwanza wanao wanaojua mchezo wa mpira wa miguu na nyakati ambazo tuko they should be proud kwamba Tanzania mpaka sasa hivi ina timu moja kwenye hatua ya kombe la, I mean hatua ya makundi kombe la shirikisho. Tayari kuna timu moja, it's either Azam au KMKM. Yoyote atakayefanikiwa kuvuka hapo ni kwa ajili ya Tanzania kucheza kwenye mazingira ya hapa hapa of course ni kitu kizuri kwa sababu uh, ni maeneo ambayo tunakula chakula tulichozoea, tunatrain kwenye maeneo ambayo tumezoea, tunacheza kwenye mazingira ambayo tumeyazoea. Kwa hiyo kwa namna moja inakupa ile comfortability ya kwamba inawezekana kufanya tulichofanya hapa pengine siku kadhaa nyuma inawezekana kukifanya. Kwangu ni faida. Lakini kwa upande mwingine inaweza ikawa inatengeneza tension zaidi kwa sababu tunacheza Azam Football Club na KMKM, timu mbili ambazo Uh, possibly tunafahamiana vizuri, yani KMKM hawezi kupata shida kuijua Azam FC kwa sababu mikanda ipo, anaona KMKM hawezi uh, kuwa tabu kujulikana kwa Azam FC mikanda ipo. Ligi ya, ya Zanzibar inaonyeshwa, ligi ya bara inaonyeshwa, tunaweza kuona wachezaji ndio wale wale. Pole mama eh? Ah, safi. Safi. Sasa baadaye utapata vizuri. Eh, nimemgusa kwa bahati mbaya. Utapata? Utapata vizuri, hey, utapata vizuri eh, ba, eh? Utatibiwa. Utatibiwa. Umenielewa? sijui kuwa mnafahamiana, ndio mechi ngumu zaidi, though inakupa comfortability kwa sababu nacheza mazingira ya nyumbani. Jana alisema kwamba adui aliyokuwa mbali atishi kama rafiki yule mkumbatia karibu, umenielewa? Kwa sababu adui utajiepusha naye, obviously unajua yule ni mbaya wangu, mpishe mpite, mwache aende, lakini rafiki yule mkumbatia, ndio mna share siri, mnakula chakula pamoja, mnafanyaje. Kwa hiyo, anything can happen at any time, so inatupa comfortability kucheza nyumbani, lakini inaofanya mchezo kuwa mgumu zaidi ambao wanajaribu kusema kwamba huu ndio msimu ama mwaka wa kuiona Azam FC kwenye hatua ya makundi, kombe la shirikisho barani Afrika, kulinganisha na KMKM wakijaribu kuidogosha kwamba KMKM haina uwezo wa kuizuia Azam FC. Ni kweli unaiona hiyo nafasi ya asilimia mia moja kutinga makundi? Ni kweli iko nafasi kwa Azam Football Club kwenda hatua ya makundi kama ilivyo pia kwa KMKM? Inawezekana, kwa sababu kila mmoja baina yetu ametanguliza mguu wa kulia mbele. Kila mmoja wetu ameshinda mechi zake zilizopita, kwa hiyo kila mtu ni favorite wa kwenda hatua inayofuata. KMKM maona timu mbaya, waulizeni hizo timu zinazotajwa big 3 si big 4 ya Tanzania Bara kule, tushachukua hapa wote za kutosha hapa. Tatu mbili, ngapi? Tunarudi mlendeke kama bingwa uh, wa mapinduzi mara mbili fululizo, napiga Simba, piga Singida, sijui kuna sisi kutara spina na zidi si tushafungwa. Kwa hiyo inapokuja swala la mashindano ni scenario tofauti na u, u, pengine uzito wa timu ah, sitaki kuamini kwamba KMK wamefika kwenye hii hatua, bahati mbaya kama ilivyo kwetu sisi, japokuwa dua zetu sala zote ziko kwamba tunataka kwenda hatua ya makundi msimu huu, kwa sababu ya timu tuliyokuwa nayo, bench tuliyokuwa nayo, na determination kubwa ambayo tumeiweka timu yetu. Haiwezi kuwa kubwa tu kama haiwezi kuwa na achievement ambayo inafanya timu kubwa kutambulika kama timu kubwa waendelee kutubeza sasa. Yes, hiyo si bado kupaa tu, maanake wakina nani, wakina nani ye, wakina nani? kashakuwa na uhakika huko nakoenda kwamba linawezekana. Yani we, we, we, we, mtu, mtu ambaye timu yake haina kocha na saidi ya fundi aje kuiambia timu inakocha mwenye profaili kubwa Afrika, kwamba eti wao wabaki nyie, mwenye saidia fundi mwende sasimue huyo. Nani? Matola, si si kocha mkuu nani kwenye timu? Matola. Kocha wa mkuu Matola ndio kocha mkuu? hata hata hata hata fisi akitaka kula mwanaye anaanza kusema nasikia harufu ya, ya mbuzi <laughs> <laughs> Hasheem tuambie, kusema na bonus, mwaambiwa pesa ni nyingi sana ambazo wachezaji wameahidiwa. hatujaahidiwa pesa nyingi sisi kwenye timu yetu. Yes, hatuja hatuja hatujaahidiwa hatuja pesa nyingi sisi tuko kwenye bonasi yetu ile ambayo imeboreshwa kidogo tu kutoka bonasi ya mwaka jana kwamba matajiri waliamini kwamba inawezekana ku motivate zaidi wachezaji lakini hatujaahidiwa uh, bonasi nyingi. Bonasi yetu ile ambayo ilikuwa imewekwa kwenye kwenye kwenye msimu uliopita kwa mechi za kimataifa na uh, mechi za ndani, ligi ya ndani ina pasenti yake ambayo inaongezeka kidogo kwenye kila msimu. Umenielewa eh? Eh, kwa hiyo kutokea kutokea hapo we call it a day.